Sasa Jessica, hebu tusaidie, nasema, ulikwenda mahakamani, mahakama iliamua nini? Mahakama iliamua ndoa aitenguliwe, kwa hiyo nyinyi bado ni mme na mke. Haya, kwa hiyo hapa swala la ndoa mahakama ime imetatua. Haya, ukatili huu wa kijinsia ni upi? Hebu tusaidie kidogo seki doni nani? Eh? Dennis. Kwa hiyo sasa hebu tuambie wewe unachotaka sisi tukusaidie lipi? Aha. Hilo moja, la pili? Haya <coughs> sasa kuna mambo mawili hapa. ili la vitisho, ili la vitisho tunamkabidhi mheshimiwa mkuu wa wilaya, yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya. Kwa hiyo utakwenda ofisini kwake, onana na mheshimiwa mkuu wa wilaya, atakupa ahadi, uende lini, hapa hapa atakupa ahadi. La matunzo, afisa ustawi wa jamii tunaye njoa hii <coughs> swala la welfare si la kwako wewe. La matunzo huyu hapo, kama muongei atamwita wewe. Kama ni matunzo, atakuwa anakabidhi kwa nani? Kwa afisa ustawi wa jamii na huo, nenda kuchukua hapo, ndio to be honest. Kwa nia njema, ninaomba tu nichaguliwe mtu mwingine wa kunisaidia mkuu wangu wa kazi, na yaani wewe ni bosi wangu, nakuheshimu. Lakini kwa tukio la kutonipa nakala ya ya ma, ya, ya kesi iliyopita ambayo ndo hukumu yake hiyo, nilishinda. Na hofia nani akukupa? Madam huyu, ah, sasa hii imetoka mahakamani. Tunapokwenda mahakamani, tunaanzia ustawi wa jamii ah, ah, twende taratibu. Hii si ni hukumu ya mahakama? Ndio alikunyima afisa ustawi wa jamii nakala? Tunaanzaga ustawi wa jamii, sikupewa nakala ya ustawi wa jamii. Nakala ya nini? Ya usuluhishi kwa sababu unapoenda mahakamani lazima muanzie ustawi wa jamii. Alikunyima huyu? Eti ndio ulimnyima? Mheshimiwa Waziri, sijamnyima nakala. Iko hivi. Mheshimiwa hakimu akiendesha kesi ataandika barua kwa afisa ustawi wa jamii kuhitaji taratibu. Mimi sijawahi kupata huo waraka kutoka mahakamani unaoniomba taratibu za hapo. Anachokisema? Hmm. Kabla ya kwenda mahakamani walikuja kwenye usuluhishi hisi si shauri la ndoa bwana ndio alipokelewa mahakamani bila barua yako ndio anasema hiyo barua ulimnyima barua tulituma mahakamani ya kuwatuma waende wakaombe na ma... walikuwa kwanza wanadai nani ataishi na watoto kwa hiyo hiyo barua niliandika kwa nini ukumpa uh, mwanzoni tunatuma mahakamani barua ya process ya kuomba nani ataishi ata na watoto na ikifika huko mahakamani, mheshimiwa hakimu yeye, yeah, anasema ya, ya usuluhishi wamekuja kwenye marriage reconciliation board, yameshindikanika pale kwenu, unatoa barua ya kwenda mahakamani wakafungue matrimonial kesi. Ndio hapo mheshimiwa waziri, huwa tunawapa nakala, walio saini kila mmoja anakuwa na nakala yake. Sasa anasema ulimnyima, sidhani kama hiyo nakala alimnyimwa. Kwa sababu gani? wakisaini kila mmoja anapata nakala yake, na ofisini twa tunatoa nakala tatu, moja ni ya ofisi, nyingine ni ya mme, nyingine ni ya mke. Nani aliyokunyima hiyo nakala, nani? Mheshimiwa, mimi nilipofika pale madam hata kunisikiza, kunisikiza haya hayana faida, sikupewa nakala, sikusaini hata nilipokosa nauli ya kwenda halmashauri, nilimtuma dada yangu huyu akamwambia kwamba aje mwenyewe Kesi kapita nikapata hukumu nikawa nimeshinda, nikarudi kukagua faili langu. Nilipofika kule, nikawa nataka vielelezo vyote kwenye faili ile ya mahakamani, barua ile kwa mme wangu ipo kwangu, kwa haipo, sikupewa nakala. Sasa una uhakika kama huyu ndio alio alioficha alio? naomba, naomba nikosoe sijasema alificha hmm. Nimesema sikupewa nakala Kusabamu, kwa sababu nilipokuambia, huyu ndio afisa ustawi wa jamii ndio ndio mwenye mamlaka ya kisheria kushughulikia haya mambo. Ndio wewe umesema huyu sina imani naye eh? Ndio mjadala ambao tuko nao tukonao hapa eh, eh. Mheshimiwa, sina haja ya kufukua makaburi. Hebu nikuulize ninachomaanisha, namfahamu vizuri na ana nifahamu. Kinachoendelea, naomba isirudi kwake, nisikilizwe na mtu mwenzangu, twende taratibu. Sasa ukifika hapo watakuwa wewe unanipangia mimi sa, sa, mani, wakati sa, mimi ndio naye panga. Sawa, si umeelewa? Ukimkataa huyu ukamkataa na mwingine ofisi nzima, halafu inakuwaje? Hapana, nani atakaye kusudi kuhudumia? Niko chini ya miguu yako, nisaidie. Nikwambia hivi, ukiwa na tatizo usichague nani akuhudumie na akuhudumie kwa staili ipi? Shida nyinyi mnapokuja ofisini, unataka kwenda kwenye ofisi ya mtu afu umpangie masharti ya kuhudumie vipi? Hiyo sio sawa si umeona haya, afisa ofisini ni mko wangapi? Wawili, mwingine iko wapi sasa? Tunakupa huyo wa pili. Asante wewe, si una imani na huyo, tunakupa huyo wa pili, uende ukamuone yeye, ndo atakuwa anapokea sasa. Amwite sasa, mme wako matunzo atakuwa anayaleta hapo, ila ushauri wangu kwa sababu kwanza kuna huyu bwana kwa mkuu wa wilaya anaitwa nani? Unasema kwa mkuu wa wilaya anaitwa nani bwangu? yeah. Ulianza kumkataa afisa tarafu, si, si mkatai kauli yako hapa, subiri kwanza, ulishaanza kumkataa mm -hmm. Ni kusii dadangu, watu wenye kutatua tatizo lako ndio hawa. Ukianza ligi nayo tatizo lako litakuwa gumu sasa. Shuka chini, kuwa mpole au, yeah. Hawajasababisha matatizo yako, aliosababisha ni mme wako. Hawa yes. Ni suluhu kwako. Yes. Nimeona una tabia hiyo, akwenda juu kutaka jazba na meseji yake na nini, haitakusaidia hiyo. Yes. Meseji inakusaidia kutatua tatizo, nashukuru huo. Yes. Ni ushauri tu. Haya, hilo tumelimaliza, sawa la kwanza la kutishiwa kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. La pili ustawi wa jamii anaitwa nani huyo mwenzako? Sadiki Rajabu. Sasa utahudumiwa na Sadiki Rajabu. Inawezekana nyinyi wa dada nyinyi, mna mambo yenu, labda unaweza ukahisi kwamba mme wako ndio wanapita pita hapa eh. Kemondo, kemondoye Dkt. Samia oye, oh yeah. Haya tumsikilize wapi? Mimi